Kwa majina ni Benjamin kwa jina la like kimajazi ni Young Master mimiataitoleawatotikua nazungumuza na ntazidi kuzungumuza wacha magugu yazidi kufanya nini kungolewa katikati ya serikali. Hayo ni magugu na tutaona haya kusema ni magugu. Acha magugu yafanye nini, yang'olewe. Kitu ya kwanza goma king'olewa, eti Ruta asikanyage wapi, Meru bwana. Huyu ni rais bwana, alisimama peke yake bila mtu yeyote akashinda. Swali ni je, mtamshinda? La pili, la pili, la pili, ukisini wanafukuza nani? Raila Matiangi akienda huko, mnajua Jaluo mzuri na siasa ya ukabila. Nawauliza tu, mnawajua vizuri, watatumia hiyo kitu ati nini? Rudia hapo. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Nimeona hapa mwenzangu akisema eti CBC inachukua mayai moja moja kwa kila mwanafunzi sijui mara nini sijui mara nini, nyanya moja moja imesaidia sana lakini kama yaawezi ona kitu yote, kuna wenye wako wanaona. Nimetoka kusema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu hii CBC imesaidia watoto wengi sana. Kuna wale wenye hata wazishikanisha ma slow learners, yaani mtu wanafunza, lakini yako anahesabu vitu zake kwa kichwa yake. Sasa imesaidia wanafunzi wenye wanajua kucheza mpira wanabaki wakijua kucheza mpira, wenye wanajua kalamu wanabaki kwa kalamu. Mambo ya sha ni mtu mmoja tu anajua naye, ndio refu refa akisema hiyo ni penalti ni penalti. Sasa msubiri mpaka siku yenye mtu atasema sha inafanya kazi. Mi sina maneno mengi, nimetaka tu kuwaweka sawa na niwaambie sha haifanyi kazi mpaka siku yenye itafanya kazi, kama mmeambiwa na rais. Asante sana, mtafika.